Karibu sana mpenzi mtazamaji Ushanga TV kwenye kituo chako bora ulichokichagua ili kupata update zote za kimichezo ndani na nje ya Tanzania. utakuwa nameosena amesishanga na angazia tetesi zote za usajili. Usisahau usa, kusubscribe kwenye YouTube channel yetu na kutufollow na kutufollow Instagram, TikTok na Facebook kote kote, tunatumia kama Hussein Ushanga 28 naweza kutufollow kule uko na kupata taarifa zetu zote mapema kabla ya mapema, tukisha post tunazipata taarifa zetu zote kabisa kwa haraka naku, te, na kwa na kwa uzuri kabisa. Hapa tunaangazia te, tunaangazia tete te, te, za, za, za usajili hapa kwenye ligi kuu Tanzania, na kwenye tete, tutaanza na Yanga Africans ambao Young Africans bwana inatafuta mbadala wa Khalid Aucho, na mbadala waliouona, kuna wachezaji wawili wanawinda na Young Africans. Kuna mmoja wa Singida Black Stars, Nashon Mafutari, huyu Kevin Nashon Mafutari huyu alikuwa anafuatiliwa tangu mwaka jana, tangu msimu tangu msimu unapoanza alikuwa akifuatiliwa, nadiishadogo alifuatiliwa sana na Young Africans wakitaka kunasa sehemu yake. Nashon Mafutari huyu ni kiungo mkabaji kiungo wa chini, kiungo wa ulinzi, anapiga kazi vizuri sana. Mpaka kumtafuta, wanatafuta mbada ya Uche kwa sababu Auche anaonekana kama vile ingiatoka kwenye kwenye kikosi, anapata majeraha ambayo majeraha, yanaacha eneo lake linakuwa wazi.